Kumbe masalio ni wale waliobaki, wamebakia katika kundi fulani. Tuko pamoja? Kwa lugha rahisi tunasema umeshona nguo yako kitambaa kikabaki, hilo ndio salio la kitambaa chako. Lakini haya pia, hiyo imetuainishia ya Nyakati wa pili 36 kwamba masalio ni wale waliobaki, wamebakia toka kundi fulani hivi Ezra 9:14 hadi 15. Soma hapo. Ezra 9 mstari wa 14 hadi 15 anasema. Anasemaje? Je, tuzivunje tena amri zako? Ndio. Tukajiunge na watu wa, wanaotenda machukizo hayo. Ndio. Kwa ku, kwa kuoana nao je? uh -huh. Usinge kasirika nasi hata kutuangamiza kabisa, ndio, pasisalie mabaki yoyote wala mtu wa kuo, kuokoka. Pasisalie mabaki yoyote hata mtu wa kuokoka. Twende. E Bwana, Mungu wa Israeli, E Bwana, Mungu wa Israeli, wewe ndiwe mwenye haki, wewe ndiwe mwenye haki, maana sisi tumesalia, sisi tumesalia, mabaki yaliokoka kama hivi leo, mabaki yaliyookoka kama hivi leo, tazama sisi tupo hapa wenye hatia mbele zako, tupo hapa Nzihi, sisi wenye hatia tuliyosalia, maana hapana mtu awezaye kusimama mbele zako kwa sababu ya jambo hili. Ndio 15 umefika, ndio sisi, ndio anasema, masalia waliobaki, tuendelee kuzivunja amri zako hapana, hakuna hata mmoja atakayebakia akizitunza. masalia wale waliobaki wanashika amri kumi za Mungu zote, ndio wanaitwa masalia. Hili ndio kanisa la masalio na utume wake. Bwana asifiwe. Utume wa Mathayo 28:19 hadi 20, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa ma, wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote nilio wa, nilio wa, nilio wapa. Hey, masalio Kanisa hili linaitwa masalio, limesalia kutoka wapi? Fuatilia pamoja nami. Masalio ni neno lililotumika katika Biblia kueleza kanisa la wakati wa mwisho katika kipindi cha kufungwa kwa historia ya ulimwengu, kama ilivyo masalio au masazo, mabaki ya kipande cha kitambaa au vinginevyo. Ni kanisa lililo, eh, lililoishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kisoma Yuda moja tisa. Imani hii tumekabidhiwa mara moja tu, siyo ya kuongeza wala kupunguza. Hiyo hiyo inatosha, tuliyokabidhiwa. Kwa maneno mengine, kanisa la masalia ni lazima liendeleze utume, kazi ya matengenezo iliyokuwa ikifanywa na Waprotestanti. E, ni lazima lipinge mafundisho ya kiprotestanti yaliyo kinyume na kweli za Biblia. Bwana asifiwe. Hee. Hee. Hata sisi ni miongoni mwa Protestant. Rumi ya kipagani ya mafundisho ya uongo, Rumi. Rumi akiwemo mtu mmoja anaitwa Martin Luther, kina William Miller. Hao ndio waprotestanti waliojitenga kutoka Roman Catholic. Alikuwa ni kasisi akakataa hayo mafundisho ya ubatizo wa, wa maji madogo ya kunyunyiza kichwani, akakataa, akasema Biblia, Biblia pekee ifuatwe. Kwa hiyo ni matengenezo ni, sa, ni kanisa la masalio lililobaki likitii amri kumi za Mungu litawaongoza wanaume na wanawake na vijana, watoto katika kupinga mafundisho yaliyochanganywa ya na, na, na mila na desturi za watu badala ya kweli ya neno la Mungu. Kwa hiyo kanisa hili linapinga mafundisho, desturi na mila za watu. Muulize jirani yako, bado unashikilia mila za wazee? Upo hata hapa. Kwa mfano moja, unasema hivi mimi Bwana hizi mbegu za viazi vitamu vingamba nikipandaga, mikono yangu haikubali. Tumwite mama fulani aje anipandie. Mila za wazee unazo hapo. Bwana mtoto akicheulia ziwa litavimba. Mila za wazee ziko hapo. Hamjawahi kusikia wamama wanasema hivyo? Mila na desturi, ikiwa wewe unazikataa mila na desturi hizo, upo miongoni mwa wana masalio waliobaki wakitii neno la nani? La Bwana. Ikiwa dunia nzima inaikataa Sabato na kuleta Jumapili na siku zingine, wewe we, ukiwa unalitii neno la Mungu, unasimama unaitwa, miongoni mwa wana masalia wachache waliobaki, waliosalia wakitii neno la Bwana. Bwana asifiwe. Ikiwa dunia nzima inakimbilia ushoga, wanaume na wanaume wanaoana, ana melemeta zote zina ndevu ndume, jawabu ni ujinga Eh, wewe ukibaki ukifuata mpango wa Mungu kuoa mke eh, mke na mume jinsia mbili, wewe bado unabaki miongoni mwa wana masalio wanaoitunza, eh, wanaotunza neno la Bwana. Ikiwa dunia nzima inaangukia katika kujipamba, eh, lipstick jumulisha penseli za hapa eh, jumulisha rangi kwenye mikono jumulisha kusuka minywele mpaka inaanguka huku kwenye kiuno. Wewe ikiwa bado unatunza uasili wako wala haujikirimu kama ulivyo, unaitwa miongoni mwa wana masalio waliosalia katika msimamo wa kumtii Bwana. Muulize jirani yako, unajichubua? Unaji au dunia nzima inapokimbilia katika mitindo ya dunia na anasa. Eh, tamasha ya miziki kila mahali, kuku kapanda besikeli tena isoni kabwaala hizoni kijiki kijiki kijiki kijiki. Wewe ukibakia bado na mti Mungu, hauchangamani na hayo madudu na miziki ya ovyo, upo miongoni wa wanamasalio. Imani zote za dunia zinapokataa mafundisho ya Mungu na kukimbilia kwenye matamasha ya miziki hey, Bwana wangu hauzima wa milele kijiki, wewe ukiwa unaimba umesimama kama jeshi la Tanzania linatoa heshima kwa Mungu, utakuwa miongoni mwa mwana masalio waliobaki wakitii neno la Bwana eh, baki hapo hapo. Dunia inapokimbilia kuoa wake wengi, wewe bado unaoa mke mmoja mpaka ufe naye malizane meno muko hapo mzeeke, bado utakuwa unabakia miongoni mwa wanamasalio, ukimtii Mungu wa mbinguni. Dunia inapokimbilia katika mafanikio ya kisasa, umizimu na kutoa kafara wazazi na watoto wao, ikiwa wewe unabaki ukimtii Mungu na kutafuta na kufanya kazi zilizo halali, bado unabaki miongoni mwa wanamasalio wanaotii neno la Bwana, hata ajapo Bwana asifiwe. Eh, hey, uko miongoni mwa, uko miongoni mwa wana masalio. Unajua unabii unatimia? Siku za mwisho watu watakuwa wakioa na kuolewa. Unafikiri amekataza kuoa na kuolewa? Hapana. Maana yake ni hii. Mwezi huu ameoa, ame mwezi uliokuja ameacha ameachikwa, ameachika. Ameolewa tena mwezi uliopita unaokuja. Mwaka huu ameoa, mwaka unaokuja ameacha mke. Ameachwa, ameolewa tena, ameoa. Hiyo ndio inayotembea duniani. Ukibaki na mke wako, matatizo yakija munaomba, matatizo yakija mnamshirikisha Bwana, utakuwa miongoni mwa watu wana masalio. Ndiyo dunia inaposhangilia mematamasha mbalimbali, mbali ya mipira usiku wa manane, wooo, kwenye mabanda ya mpira, wewe ukisoma neno la Bwana, ukienda nyumba kwa nyumba Usiku wa kupumzika pumzika utakuwa miongoni mwa wana masalio wanaendelea kutunza amri kumi za Mungu ha. Mipila nayo ni dini nyingine, Shetani anakupa kipubize usisome neno la Bwana, ni mipira tu weee, kwenye mabanda inakusaidia nini? Waachie wenyewe, utakuwa miongoni mwa wana masalio ndiyo. Haya, dunia inapoingia katika mpango wa kulewa na kunywa, na kulewa kila mahali, pombe zinauzwa na kulewa kila mahali, madawa ya kulevya. Ikiwa wewe bado umesimama katika mpango eh, wa kunywa vilivyo halali na kuacha najisi, utakuwa miongoni mwa wana masalio waliobaki. Dunia inapokimbilia kula vitu vya ovyo ovyo vyenye miguu minne vyote vinafyekwa. Iwe nyau, twende; iwe nguruwe, twende; iwe fisi, twende; iwe punda, twende. Ka solo meza tu ina miguu minne, maana haina damu, wameishindwa. Wewe ukibaki kula nyama ya ng'ombe, mbuzi na kondoo vinavyocheua, bado uko miongoni mwa wana masalio wanaomtii Bwana. Bwana asifiwe! Punga mkono kama huko pamoja nami. Acha dunia iende vyake, baki kama mwana masalio. Hata kama damu zikimwagika eh, ndiyo masalio, walioamini Waadventista wa Sabato. He. nini maana ya Waadventista wa Sabato? Eh, Ufunuo kumi na mbili kumi na nne sio kama sio kumi na nne kumi na mbili. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ufunuo ngapi hiyo? kumi na nne kumi na mbili. Hapo ndipo kanisa la Waadventista wa Sabato limetokea, jina hili, wana masalio. Wengine hata hawajui maana ya kanisa lao, maana ya kanisa hili hawajui. Mwingine ukimwambia aseme wa Adventista, anasema wa Adventista. Mwambie jirani yako hebu taja hebu hey, soma hapo Ufunuo kumi na nne kumi na mbili, kama sijakosea soma. Ufunuo 14 mstari wa 12 anasema. Anasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya hao watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wanazishika amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Ya Yesu. Bwana asifiwe. Hapo ndipo jina la Waadventista limetokea. Kanisa hili la masalio limebaki likitii Biblia hata wengine wagome wote. Eh, miujiza ya bandia. Kanisa bado limebaki. Nini maana yake? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hawa wazichikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kanisa hili linaitwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nini maana ya Advent? Advent ni kusubiri tukio la kuja kwa Yesu. Mara ya ngapi? Mara ya ngapi? Ndiyo maana ya Advent, kusubiri. Waadventista wanasubiri. Wasubiri yao kuja kwa Yesu mara ya ngapi? Wapi wanasubiri? Funua moja saba, tazama yuwaja na mawingu, kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake, na mwamina. Bwana asifiwe, kanisa hili linasubiri kuja kwa Yesu, ndio maana ya wa Adventista wa Sabato, wakisali siku ya saba na kutii amri ya nne. Hata wengine wakatae, wanaenda Ijumaa, wengine Jumapili. Kanisa hili lipo kwenye leli ya Bwana. Ibada ni siku ya Sabato. Bwana asifiwe. Soma vitabu vyote, soma Qurani, inakurudisha Jumamosi. Yes, soma katekismo zote za dini, inakurudisha Jumamosi. Soma kamusi zote, inakurudisha Jumamosi nah. Soma hiyo utaona yote. Kwa hiyo kanisa hili wanasubiri, lakini wakisali siku ya saba ya juma. Waadventista wa Sabato. Eh. Hey. Imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni nini? Ufunuo 19:10. Soma. Ufunuo 19 mstari wa kumi anasema. Anasemaje? Nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Nikaanguka mbele ya miguu yake. Ili nimsujudie. Ili nimsujudie. Akaniambia angalia. Akaniambia angalia. Usifanye hivi. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Yeah. Musujudie Mungu. Musujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya nini? Ya unabii. Kanisa hili lina roho ya unabii, Roho Mtakatifu analipatia uwezo wa kufafanua unabii, vitabu vyote anzia mwanzo mpaka Ufunuo. Imani zingine zilishashindwa baba Ufunuo. Hey, Danieli. Danieli mbili Danieli saba Danieli nane mpaka Ufunuo, hawawezi. Sio tunajivuna, ila tunaelezea jinsi lilivyo kanisa hili, roho ya unabii, roho mtakatifu anayefafanua unabii. Nikamkuta mtu mmoja aita na hubiri hapo zamani, kulikuwa na mpanzi akaondoka kupanda, zingine zikaangukia njiani, mbegu nyingine kwenye miba, nyingine kwenye mawe. Sikilizia sasa kwenye ufafanuzi wa wa hilo haya anasema kulikuwa na limanzi likubwa linatembea, eti libande panzi lile lipanzi. Nikamsikiliza, nikasema huyu hey, amechapia tayari, yaani hata injili inakushinda ina. Kwa hiyo kanisa hili limepewa mamlaka na Roho Mtakatifu kuifufunua Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka wapi? Funuo unahama kanisa hili unaenda wapi? mambo ya afya limekaba, mambo ya kilimo limekaba, neno la Bwana liko pale. Unahama unaenda wapi? Hey! na mahali pengine watu wakaanza kuhoji huko kwetu, mbona makanisa mengine yanaonekana hey? Yanalalamika kuhusu serikali na uongozi, nyewe wa sabato muko kimya. Wewe ili kanisa siyo la hivyo Kanisa hili halijiingizi kwenye siasa. Bwana asifiwe. Linapiga Injili. Mtu akikutana na Injili huko huko anapona, Bwana asifiwe Eh. Hamuna haja ya kuanza kuinuka kuchukua maiki kuanza kuwasema sema viongozi ovyo ovyo, haifai eh. Ikiwa tu washiriki wetu tunawahimiza angalau wajiepushe na siasa kabisa, kwa sababu sisi ni wahubiri wa Injili. Eh. Wewe ukiwa chama cha CCM Chadema, utamuleta kwa Yesu? ukiwa Chadema, CCM, utamleta kwa Yesu? achana na siasa, nenda tu ukasikilize sera za viongozi saizi. Samia anapita anatembea hivi, na wengine wenye vyama vingine, nenda akasikilize. Ukiondoka pale, kichwani mwako unajua unachagua nani siku ya kutiki. Nenda wewe mwenyewe, kichwani iko jibu. Fanya, unachofanya. Hamuna siasa hapa. Bwana asifiwe. Haya, kwa hiyo kiongozi tunawatii sana viongozi na tunawaombea ili kanisa zio la kisiasa la Mungu hili. Ahe. na kiongozi wa kanisa ili akijifunga na, na, na siasa anafutwa mara moja. Hauwezi kutumikia kanisa na siasa, utabaki huko huko, afadhali uwe mshirika wa kawaida. Tukikushauri ukikataa, tutakuacha watu wa Baba wakasimama imara kuitetea kweli. Kwa mfano, hawa wana masalio wachache, nitakuletea Stefano aliuawa mwaka AD 34, kwa kupigwa mawe aka kwa kusema kuitetea imani ya hadharani, Matendo 7:58 mpaka 60. kapigwa mawe Stefano akafa. Bartholomayo alichunwa ngozi na kukatwa kichwa akiwa mzima Akihubiri injili kule Mesopotamia, Iraki ya kisasa na Irani ya kisasa kule Uturuki, Armenia ya kule India, alichunwa ngozi mtu wa Mungu kwa ajili ya ukweli. Huko tayari mwana masalio. Ndio. Yakobo alipondwa mawe na kupigwa kwa rungu kichwani hata akafa kule Yerusalemu. Inasemekana ni kwa sababu ya kufanya baadhi ya Wayahudi kuingia katika Ukristo mwaka 63 AD. Andrea alitundikwa msalabani kichwa chini miguu juu katika msalaba wenye X akiwa pale Patros akaya katika nchi ya Ugiriki. Gavana wa pale alichukizwa, familia yake ilipoongolewa. Hey, na Petro eh, hey, ndiyo mwaka 70 AD eh, hey, Andrea huyu, wafia dini hawa, wana matengenezo, wana masalio waliosalia saria wakiitetea kweli. Petro aliuawa kwa kusulubishwa msalabani kichwa chini miguu juu kule Rumi, mwaka mnamo mia sitini na, na nne AD baada ya Kristo. Baada ya Petro alisulubishwa, eh kichwa chini miguu juu, inahitaji roho wa Mungu, inahitajika wale wanaotima mapenzi ya Mungu. Kama saa hizi unashindwa kuitunza sabato, kama kuna amani Inakutoa noka nini? Unajua shamba shamba lenyewe heka moja unaenda kulima utaweza? Ndiyo. Yohana Yohana, mara ya kwanza alitupwa kule eh, katika chombo kilichochemka na maji, Yohana hakufa. Muda wake mwingi alitumia kuihubiri Injili kule Yerusalemu, lakini kutokana na mateso yaliyoendeshwa na Herode Agripa wa kwanza Alitoroka na kuhamia Asia ndogo, kuliko kuwa na makanisa yale saba. Baada ya majaribio mengi ya kumuua ikashindikana, Yohana alipelekwa katika kisima cha Patimo, kisima ambacho maji yake ni machungu, kuna majoka he, kama kilomita hivi themanini. Ehe, alipelekwa kule, kumbe amepelekwa kwenye lango la mbinguni. Mungu akafunua lango la mbinguni na kumuonesha utukufu na kuanza kuandika kitabu cha Ufunuo. Ndiyo, muda wangu upo. Thomas alisindikwa na mkuki tumboni huko India. Ilikuwa ni baada ya kuyaona majeraha ya Yesu mikononi mwake, hakuwa na mashaka tena, kiasi kwamba alikuwa tayari kumfia Yesu. Hawa watu wa Mungu hawa walikufa wakiwa wakaitetea imani wana masalio. Nikwambie ha. Dunia haipendi kusimama imara katika maandiko, lazima utachukiwa, utabaki ukiitunza Sabato ya Bwana. Wengine wamefukuzwa kazini na wengine wameangusha imani kwa sababu ya pesa kazini, kama ni sabato yako hii ajira hakuna, unasemaje? Na wakati wa ajira ngumu hizi sasa utafanya nini? Amua, acha kazi umtii Bwana, au muache Bwana msaliti, uendelee na kazi? Mwisho, mtu haishi kwa mkate isipokuwa kwa neno la nani? Unaweza ukao umezungukwa na mikate, ili ukakata moto ukaziacha mikate. Bwana akubariki, usimame miongoni mwa wanamasalio. Wangapi wanasema baba nisaidie? Tusimame tuombe. Baba mpendwa, sisi kama wanamasalio uliotuweka wa siku za mwisho kuitetea kweli yako, tufanye kuwa wanamasalio waliobaki, tusijichanganye na dunia kukuangusha na kukanyaga imani hii, utusaidie. Kila mmoja yule anayenisikiliza eh, katika channel yetu pendwa ya marejeo, ukambariki Baba, mpe nguvu akasimame imara katika changamoto, akawe miongoni mwa wanamasalio yule mpendwa anaye sikiliza katika chaneli ya tiba lishe, Baba muguse akasimama imara, awe miongoni mwa watu wanaoitetea imani, miongoni mwa, mwa wanamasalio akawepo. Siku Baba ujapo, tupate nafasi ya kuingia mbinguni kwa jina la Yesu, amina.